daima media usiache kusubscribe, kulike na kucomment. KKKT Dayosisi ya Kaskazini, risala ya wanafunzi wa ETE wanaohitimu mafunzo kutoka sharika za Msaranga, Mandaka, Nyule, Chekere, Karanga na Moshi mjini, leo tarehe 15 mwezi Machi mwaka 2025. Mheshimiwa Baba Askofu Dkt. Fredrick Onailisho, katibu idara ya elimu ya Kikristo, mchungaji mfadhili J. Kiwera, wachungaji na wainjilisti, washarika wote mliofika ibada ya leo, wapendwa wanaete wenzangu, tuna wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesimama hapa kwa niaba ya wana ETE wanaohitimu siku ya leo kusoma risala fupi tuliyoiandaa mahususi kwa siku ya leo. Awali ya yote, tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwa hapa siku ya leo. Ametulinda, ametutunza na kwa neema yake ametufikisha leo, ambayo kwetu sisi tunaohitimu ni siku ya kihistoria na ya kukumbukwa katika maisha yetu. Mheshimiwa Baba Askofu, tunamshukuru Mungu kwa ajili yako kwa hekima na maono aliyokujalia. Uliruhusu ETE ifundishwe katika dayosisi hii ya Kaskazini. Hakika ni jambo jema sana. Ulikuwa na uwezo wa kusema ninao wachungaji, wainjilisti wadiakonia na watumishi wengine nao wanatosha kabisa kutumika kwenye huduma zote, hii ETE ya nini? Lakini ukifanya hivyo Mheshimiwa baba askofu, Mungu akubariki sana. Aidha tunakushukuru kipekee kwa kutenga muda wako na kwa upendo mkubwa kufika hapa usharikani Karanga ili kutukabidhi vyeti siku ya leo. Kwa moyo wa dhati, tunamshukuru katibu wa idara ya elimu ya Kikristo mchungaji Fadhili J. Kiwera na mtangulizi wake mchungaji Rickson Moshi kwa kuratibu mafunzo yetu. Tumepata walimu, tumepata vitabu kwa muda mwafaka, na wao wenyewe walitutembelea na kuangalia maendeleo yetu tulipokuwa madarasani. Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana walimu wetu wapendwa, wachungaji, wainjilisti na wachungaji wale wa mazoezi waliofika katika sharika zetu. Hawa kwetu sisi wamekuwa zaidi ya walimu. Wamekuwa washauri, wametutia moyo sana. Kupitia wao tuliona mambo ni mepesi. Zipo mada ambazo zilikuwa ngumu kweli kweli, lakini wao walituvumilia. Maswali yalikuwa mengi, ubishi wa hapa na pale, hawakuchoka walikuwa, na moyo wa kutusaidia. Mungu awabariki sana na awatunze, mtumike kwa furaha katika utumishi wenu. Mheshimiwa baba askofu, tunayohitimu siku ya leo ni wanaete toka sharika za msaranga chikereni newland karanga na moshi mjini kwa idadi ni kama ifuatavyo awamu ya kwanza usharika wa msaranga wanaete mwanaume alikuwa mmoja wanawake kumi na tisa jumla yao wanaete ishirini. Usharika wa Newland. wanaete wa kiume walikuwa wawili, wanawake kumi na mbili, jumla yao ni kumi na nne. Shekereni wanaume walikuwa watatu, wanawake nane, jumla yao kumi na moja. Awamu ya pili, usharika wa Karanga wanaete wa kiume walikuwa wanne na wa kike walikuwa kumi, jumla yao kumi na nne. Awamu ya tatu Moshi Mjini, wanaete wanaume ni nane, wanawake ni ishirini na mbili, jumla yao ni wanaete thelathini. Jumla kuu wanaume ni kumi na nane, wanawake sabini na moja, wanafanya jumla wanaete 89 wa mama vigelegele. Hakika idara ya malezi ya familia iko juu, Bwana Yesu. Waziri kwa kukabidhiwa vyeti leo, ni alama kuwa tumemaliza au tumetimiza matakwa au haki ya kozi kwa ngazi tofauti tofauti lakini ni dhahiri kwamba ndio kazi imeanza, na kama ilishaanza basi inaendelea kwa nguvu ya ajabu kabisa, tukitambua lengo la ETE au ile kauli mbiu ya ETE, kuitwa, kuitika, kutumika. Sisi sote tuko tayari na Mungu atusaidie, tuweze kutumika kwa uadilifu, unyenyekevu na uaminifu. Mafanikio tumejifunza mambo mengi, ikiwa ni pamoja na namna bora ya kuwaleta watu kwa Yesu, maana ya ubatizo na baraka azitoka nazo na ubatizo. Vitabu vya Agano Jipya tumejifunza kwa kina, kwa nini viliandikwa, nani aliandikiwa na nani aliandika, na mengine mengi. Haya ni baadhi tu Aidha tumejifunza namna bora ya kuandaa mahubiri kwa mtiririko wenye mantiki, na si ilimradi tumehubiri. Tumefahamu zaidi na zaidi. Pia tumejifunza na kufundisha vipindi vya dini, shule za msingi, sekondari na pia tunafundisha shule za Jumapili. Tunashirikiana na watumishi wengine kwenye uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Tumeweza kutoa huduma ya neno la Mungu na maombi kwa wagonjwa kila Jumapili katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi. Tunamshukuru Mungu. Tulifanya udiakonia usharika wa Karatu na tulikutana na kijana toka jamii ya Wadzabe ambaye alitamani sana kusoma na kujifunza neno la Mungu na uinjilisti, na kwa neema ya Mungu tumeweza kumsomesha kijana huyo anayeitwa Yohana Samueli Endeko na Mungu akipenda atatii mafunzo yake mwakani katika chuo cha Biblia Mwika. Changamoto na ushauri: penye mafanikio hapakosi changamoto. Tunaomba mwanafunzi anapojiunga na ETE kama jumuiya yake ndiyo imemtuma basi jumuiya wawe tayari kumpatia fedha za kununua vitabu vinavyohitajika kwa wakati. Jumuiya nyingine wamekuwa wazito kutoa fedha kwa ajili ya vitabu, hii ilipelekea wengine kujinunulia vitabu wenyewe na wengine kuchelewa kupata vitabu kwa ajili ya kozi hii. Aidha, tunaomba washarika waendelee kuhamasishwa wa kujiunga na mafunzo ya ETE na wale ambao wako ngazi ya kwanza na ya pili waendelee ili wafikie awamu ya tatu. Tunawapongeza usharika wa Karanga, wameshalianza hilo la kuingia awamu ya tatu. Mungu awatie nguvu. Tunashauri kwa zile sharika ambazo bado hawajawashirikisha wana ETE kwenye huduma mbalimbali za usharika kama vile uinjilisti, basi wafanye hivyo ni vigumu kuelewa mitaala hii ambayo tunafundisha dini shuleni bila kuwa na maelekezo sahihi. Hivyo basi, tunashauri papo na maandalio ya pamoja usharikani, ili masomo haya yaweze kuandaliwa vizuri na kuwafikia wanafunzi katika ukweli na ile hali ambayo inapaswa wao kuyapokea, na pia masomo haya yaandaliwe kuendana na majira ya kanisa, mfano kwa resma au majira ya majilio na kadhalika. Pia tunashauri waandaliwe wanaete wenye vipawa vya kufundisha, ili waweze kuanzisha madarasa mengine ya ETE. Pia wapewe nafasi ya kutoa elimu kwa vijana wajiunge na madarasa ya ETE. Mwisho, baba Askofu, tunakushukuru kwa kufika kwako, na sisi tunasema hatuna mashaka, tunayo hali ya kutumika. Tumeweka utaratibu wa kukutana kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi. Japo tunahitimu leo, hatutakuwa na madarasa ya kila wiki, lakini huu ni utaratibu ambao tumejiwekea ili tuweze kuendelea kujifunza na kuelekezana na walimu wetu watuelekeze yale yote ya pasayo kutenda. Tunawaomba sana mtukumbuke katika sala zenu, peke yetu hatuwezi. Mungu awabariki sana, Mungu atubariki sisi sote. Asanteni kwa kutusikiliza. Imeandaliwa na timu waETE. Nawasilisha mimi Eunice Geoffrey Mushi, kwa niaba ya wanaete mwaka huu 2025 amen. Asi ni haya mawili matatu. Moja, ninamshukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Pili, ninawashukuru sana waalimu wale ambao wamesimamishwa hapa na ambao wamejitolea na kujitoa kuwaandaa ninyi hata mkaweza kufikia siku hii ya kuhitimu. Nasema waalimu wapendwa, mliohusika kuandaa kundi hili, asanteni na Mungu awabariki. Sina maneno ya kukazia zaidi kuwakumbusha sasa, kwa kuwa wameandaliwa na mkaitimu, ninyi ni sehemu kubwa sana na ya muhimu sana katika huduma hii ya kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivi sasa, kama mlivyoimba wenyewe, huyu Yesu aliyewaita, na kwa njia ya watumishi wake mkaandaliwa, sasa anawatuma nendeni, mkatumike kwa bidii na kwa uaminifu. Risala yenu nimeisikia, na nipende kutoa wito. Katika risala yenu nimeshtuka sana kusikia, na ninyi wengine wote mliona idadi ya wanaume kulinganisha na ya wanawake. Natangulia kuwapongeza na kuwashukuru sana akina mama lili kwa jambo linalohusu malezi, malezi ya familia, malezi ya kiroho, malezi ya kijamii, mmekuwa mstari wa mbele, na tunatambua kwamba mnabeba kwa uzito mkubwa sana kwa kuwa mnatambua umuhimu wake. Lakini baba wenzangu, katika hili tumebaki nyuma kidogo. Tena sio kidogo, tumebaki nyuma sana. Tunaona picha hii katika ibada za nyumba kwa nyumba. Tunaona picha hii katika mambo mbalimbali yanayohusu zile eh, kazi za kujitoa na kujitolea katika kanisa pekee katika shirika zetu. Tukumbuke kwamba tumeitwa sote wanaume na wanawake. Ni maombi yangu na mkazo wangu kwamba sasa hivi, kwa kuwa wanaume ndio tunajiumbaumba kuunda umoja wa wanaume katika sharika, tutumie kwanza kuwepo na huo umoja na vikundi vya wanaume, na viweze kutambua moja ya wajibu zao itakuwa ni kushirikiana na akinamama hawa ambao wameonyesha mfano mzuri sana katika kazi na wajibu huu muhimu wa kufundisha kulea na kuwajenga watu kiroho. Wanaume mpo, naomba na waombeni. Wa kinamama wametuonyesha mfano, narudia tena, kwa ninyi kinamama asanteni na wanaume wachache wale 18 kati ya wale 18 eh, kati ya 89, basi naomba ninyi kwanza niwashukuru kwa kuwa na ninyi sasa. Mmekuwa mmekuwa mstari wa mbele, sasa nieni kawaamshe wanaume wenzetu huko mnakoenda. Bwana asifiwe. Changamoto mezitaja ne, ningelisema kama kuna mahali ambapo sio jumuiya tu peke yake, sharika tunahitaji kuwekeza, Dayosisi tunahitaji kuwekeza, ni katika kuwawezesha nyinyi, katika kuwapatia zile nyenzo zinazotakiwa, na hivi napenda kuwahakikishia kwamba Dayosisi ita itasukuma zile sharika ambazo hazijaona umuhimu wa kuwasapoti na kuwawezesha ziweze kufanya hivyo. Na ili ni, ni agizo kutoka kwenye ofisi kuu ya Dayosisi. Kama sharika zitatumia basi njia ya jumuiya wao wenyewe nasi nisiseme tu kwa nini mzigo uwe ni kwa jumuiya ambako huyo aliyejitolea anatoka, sioni sababu. Kama ni jumuiya, basi zishirikishe jumuiya zote, kwa maana hiyo usharika mzima ubebe kuiwezesha huduma hii. Ninajua <laughs> katika kujitolea kwenu Tutajitolea kwa kufundisha makundi mbalimbali makundi mbalimbali. Eh, ningependa ninge kuona kwamba hata kama ni mwaka mara moja, wapendwa wachungaji, ili kuwatia moyo, kwa sababu katika huduma hii kuna umuhimu wa kutiana moyo, angalau wanaete wapate kuwa na siku yao, siku ambayo utumishi wao wale wote wanaofundisha, wanaosaidia kubeba huduma hii watatambuliwa rasmi kipekee. <coughs> Na hili sasa ninamwagiza huyu e, mkuu wa idara yetu mchungaji Lemuya, ili mwangalie kwa kushirikiana na wale walimu katika majimbo e, ili liweze kuwekewa utaratibu. Mwisho, niseme tena asante usharika wa Karanga kwa kupokea tukio hili na ibada hii eh, ya muhimu sana naomba mchungaji tusaidie kupeleka shukrani zetu na eh, salamu zetu kwa usharika wa usharika, asante. Baada <inaudible> ya kusema hayo, niseme sasa liko tayari kuwapa beti vemo. Asante. Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment.